Mambo vipi, mwana familia wa Dems Media, na niseme asante kwa kuendelea kutuamini. Lakini kama bado huja subscribe Dems Media, ni kombe kwanza kusubscribe kabla hatujeja na hiki kitu kipya ambacho tumekuletea kutoka kwa Nyago Man, kutokea hapo kwenye kambi ya Nyarugusu, ni Kigoma. Asa, ni Kigoma huko. Sasa ni moja kati ya wa wasanii ambao wanafanya poa sana, toka ngoma yake is my time ifanye poa mpaka sasa hivi, apoi wala haboi, anaendelea fanya vizuri kadri siku zinavyozidi kwenda. Mimi ni Abdul Juma The Monster. Nikuombe kusubscribe, lakini pia usikose kuacha maoni yako baada ya kutazama video hii, pia vile vile ku-like video hii. Sasa, ngoma mpya ya Nyago Man Nakupenda, ambayo ipo na Official Zuuh, huyu ambaye ni malkia na wa pale kwenye kambi ya Nyarugusu mkoa ni Kigoma ni mmoja kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri sana. Naweza kusema Nyago ni kati ya wale wasanii ambao wana push vipaji vipya mpaka sasa hivi anaweza kuwa kwenye orodha ya wasanii wa pale kambini Nyarugusu ambao wamefanikisha kuwatoa wasanii wengi tu sana, kuwatoa kuanza kwenye stage ya mwanzo kabisa na kuwapandisha juu, nao pia wakapata jina na kuwa maarufu kupitia mgongo wa Nyago Man. Kwa hiyo naweza nikasema Nyago ni kama Diamond Platnumz kwenye muziki wa Bongo Flava, kwa sababu Diamond ni moja kati wa ya wasanii ambao wamefanikiwa kuwatoa wasanii wengi kwenye levo moja mpaka kuwapeleka kwenye levo nyingine. Hicho hicho ndicho kitu ambacho Nyago Man pale kwenye kambi ya Nyarugusu anakifanya kuwatoa wasanii kwenye levo moja kuwapeleka kwenye levo nyingine kabisa. Na mpaka sasa hivi malkia Zuu amefanya vizuri, amefanya poa. Sa Nyago ameachia ngoma yake mpya ambayo ni Nakupenda kama hii inaendelea kufanya poa, tukiangalia hata hapa comment za mashabiki inaonyesha ni kwa kiasi gani kwamba Nyago ni mtu ambaye ana talent kubwa sana sana sana sana. Kuna kipindi ilifika alikuwa anafanya sana, nyimbo ambazo ni za kuchezeka sana. Sasa watu wakaona wanaona labda kama anafanya vile kwa sababu labda uandishi kuandika sana. Lakini, ukweli ni kwamba ni mtu ambaye anakwenda na plan na target. Hicho ndicho kitu ambacho Nyago, maana anawazidia wasanii wengi wa kambini kutumia akili na werevu kwenye kuandaa projekti zake. Sasa hii nakupenda ni moja kati ya ngoma nzuri ya mapenzi, kwa hiyo watu ambao wapo kwenye mahusiano nafikiri wataenjoy sana sana sana na ngoma hii hapa. Kwa sababu gani? Lyrics ya ngoma hii kwanza ni moja kati ya lyrics bora kuwahi kusikia kwa mwaka huu hapa kutoka huko camp. Sawa, ni moja kati ya ngoma ambazo mi mwenyewe binafsi nimeikubali na nimeappreciate kitu ambacho Nyago Man amekifanya. Ni ngoma nzuri, beat kali, mixing production yani next level. Salute kwake. Uandishi, kama amehusika kwa asilimia kubwa au kwa asilimia zote, basi niseme ni mwandishi mzuri sana na ni mwandishi bora, bora, bora kabisa, na ni moja kati ya watu ambao watu wa kambini wanatakiwa wajivunie kuwa na msanii kama Nyago Man. Kitu kingine ambacho nataka kuongelea ni mapokezi ya ngoma hii hapa. Imeachiwa YouTube ina muda mfupi lakini ukiangalia na streams ina viewers wengi wa kutosha, mashabiki wengi wana comment pale, wanasema kwamba kitu ambacho Nyago Man labda nakosa mpaka sasa ni support. Support kutoka wapi? Kwa nini watu wanadai kwamba Nyago Man anapata support? Kwa macho ya haraka haraka ukiangalia Nyago anapata support, lakini watu wanadai anakosa support. Ni kwa sababu gani? levu ambayo amefikia kwa sasa hivi ni mtu ambaye anahitaji sapoti kubwa sana ili kuupeleka mbali muziki wa kambini. Amefika kwenye industry ya muziki wa bongo fleva amepekelea vizuri, na masta wengi walimpokea vizuri, wamempongeza na wamempa nafasi ya kufanya vizuri zaidi. Unaona, na mashabiki wa muziki wa bongo fleva wamemkubali na kumpokea kwa mikono miwili. Nyago anachotangaza ni Nakwambia ni Bembe to the world. Ikiwa na maana gani? Kwamba anataka muziki wa, wa Bembe utoke sehemu si moja na kwenda duniani. Sasa mtu wa aina hii inatakiwa watu wafanye nini? Inatakiwa watu wakae chini na kuangalia mikakati bora na mbinu nzuri za kumfikisha sehemu ambako inatakiwa wafike au sehemu ambako inatakiwa afikishe muziki wa Kibembe, sawa? Wanaweza wakasema watu ni ubaguzi, lakini hapana. Sio ubaguzi, wala hafanyi hivi kwa sababu ni mbaguzi. Hapana, ni kwa sababu kila kabila lazima liwe na mtu ambaye anawawakilisha. Na huyu ndio mwakilishi wa kabila la Wabembe kwenye industry ya muziki. Ndio maana anajinadi anajisifu kwa mwakilishi eh? wa kabila lake kwenye industry ya muziki na mpaka sasa hivi amefanikiwa kwa asilimia kubwa sana japokuwa, support ambayo anaipata na wapingamizi ambao alipata kutoka kwa baadhi ya watu, ndivyo vitu ambavyo vinafanya asifike kule ambako labda anataka kufika. Tanzania tayari ameiteka kwa sasa hivi, akiachia ngoma anakuta wabongo wengi wanaruka nazo. Kwa sababu gani? Ana talent kubwa na anafanya kitu ambacho kinapendwa na watu wengi. Sawa, sasa kitu kingine ni ngoma ya Nakupenda. Kama bado hujasikiliza, ebu nenda kwenye YouTube channel ya Nyagoman, iko pale. Ameiachia siku ya leo, ambayo ni tarehe 12 Oktoba 2025. Ameachia pale. Mimi mwenyewe baada tu kupata notification, moja kwa moja nilikwenda YouTube na kuisikiliza. Nimeisikiliza mara ya kwanza nikawa sijaelewa, lakini nilivyorudia mara tatu nilipata vitu ambavyo ni vitu vingi adim sana Sawa kwa sababu ni moja kati ya ngoma nzuri. Nakupenda ni ngoma ambayo itafanya poa sana, itafanya vizuri hata kwenye challenge, na nafikiri watu wengi wataifanyia challenge kwa sababu ya lyrics yake, maneno, uandishi mzuri sana kikweli. Shout out kwa Nyagoman, lakini tusikose ku stream ngoma yake kwenye digital platform zote, ipo platform zote kama Boomplay, huko kwenye YouTube Music. Kote huko tayari ishapatikana. sh Sasa kitu kingine ni kuombe kusubscribe, ku like na ku comment Dems Media. Asante.